Namna gani sasa unaweza kujionyesha kwamba Mungu amekukubali? Namna ya kwanza ni kwa kujionyesha kuwa kielelezo. Kwenye kila unachofanya, fanya kama, u, kama mtu ambaye unataka kuwa kielelezo kwa wengine. Fanya kama role model. Fanya ukijua kwamba kuna wengi nyuma yako wanakutazama. Fanya ukijua kuna kundi kubwa la mashahidi wanakuangalia. Mungu anatarajia kwamba wewe uwe kielelezo. Unapotambua nafasi ya kielelezo na kufanya kila mambo yako kwa namna ya kuwa kielelezo utaupendeza moyo wa Mungu, na hapo watu watajua kwamba huyu mtu amekubaliwa na Mungu. Hii ndoa hajaingia kwa bahati mbaya, kwenye hii biashara na uchumi hajaingia kwenye bahati mbaya, uongozi uo hajaingia kwa bahati mbaya, hajapendelewa, ameingia akijua anaenda kufanya nini, kwa sababu unajitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Anaposema jitahidi, maana yake kujitahidi ni jambo ambalo haliwezekani kirahisi. Tunaposema jitahidi, maana yake ni jambo ambalo kuna ugumu ndani yake, kuna ugumu katika kutenda, lakini unajikaza, lakini unajitahidi kujionyesha Mungu anatamani utumia akili utumie nguvu alizokupa, utumie vipawa, utumie neema aliyokupa, utumie uwezo wa kifedha aliyokupa, kuhakikisha kwamba unajitahidi kujionyesha kuwa amekukubali, unajitahidi kutimiza kusudi lake na mapenzi yake kwa nguvu zako, kwa akili, kwa roho yako, kwa uwezo wote aliyokupa Mungu. Anatamani ujionyeshe kuwa amekukubali.